Monta amekuja ofisini kwangu ananiuliza mara kwa mara kwamba mtihani wangu maswali yatakuwa ni mangapi na nitatoa wapi. Nataka tu niwaweke wazi kwamba mtihani wangu jamani utakuwa ni wa kitofauti. Mtihani wangu utatembea kwenye format ya Mwalimu Senene. Okay, mtihani wangu utakuwa na section A, B na C. Section A hakutakuwa na true or false, wala multiple choice utakuwa ni mwendo wa kujaza. Na hapo nikazie kitu kwamba mtihani wangu wa history utaanzia mwanzoni kabisa tulipoanza introduction of history, what is the history, source of history. Tutaenda huko mpaka tulipoishia kwenye vita ya pili ya dunia, mpaka kule kwenye economic depression. Tutafika kule bas wale mliokuwa mnakuja Jumamosi jote vile nitavitoa, pia sitaacha chochote kwenye mtihani wangu. Section B pale tunajua kuna maswali ya kujieleza in short brief, pale nitahakikisha ninatoa nita, michoro nitahakikisha ninaweka vitu ambavyo unatakiwa ueleze kiundani. Maswali ya ese yatakuwa ni maswali sita, utachagua matatu Anyway, sio masita sio sita, nitaweka maswali matano. Kwenye maswali matano utachagua maswali matatu ya kujibu ya ese. Na hapo kwenye maswali jamani, kwenye introduction utakapoanza, hakikisha unaelezea kwa undani. Nikiuliza what is economic depression, you have to define in your details economic depression, ilianza mwaka gani? Eh, nchi zilizoingia kwenye economic depression ni zipi na mfano wake? <laughs> Baada ya hapo, kwenye main board pale, kwenye main board pale, wewe mimi naeleza wewe unaendelea kuandika, si ndio? Sasa wewe ukosee kuandika ese, nitakuonyesha fimbo ambazo nitakupiga sijui, unaendelea chakubalo. Sasa pale kwenye main board utatakiwa ueleze kiundani the following as a factors or effect of economic depression. Siseme kwamba hili swali litakuwepo, lakini lolote linaweza likatokea kwenye chumba cha mtihani. Guys, ukiingia kwenye point, elezea point, weka na vivid example. Utaandika point lakini usipoandika vivid example mimi nakufyeka nyekundu, unakosa. Nataka nione vivid example. Wengi huwa mnaandika point lakini maelezo hamna chochote. Wale mnao, wale mnao rudiaga therefore should inform, sitaki kuona hayo maneno kwenye conclusion, eh? Pale kwenye conclusion sitaki kuona therefore, all in all, sitaki nataka kuona in general. Ah, samahani mwalimu, unasemaje? Mimi ni mgeni, nimekuja katikati ya ya muhula, sijajua na sisi tunafanya mtihani. Upo kwenye shule ya nani? mwalimu Senene. Haya. Ulizia wenzako walikoanzia kwenye definition of history mpaka kule ambapo tumeishia mara ya mwisho kipindi cha mwisho. Na sitatua hapo katikati hapo. Acha kumshika katikati wewe. Nani?